Kwa mara nyingine nashukuru kwa kupata fursa hii uh, kutembelea maonyesho yetu ambayo yalianza tarehe kumi na nane ya mwezi wa tisa na tunatarajia maonyesho haya kukamilika tarehe ishirini na nane ya mwezi huu wa tisa. Tunafarijika kuona kwamba maonyesho ya mwaka huu tofauti na mwaka miaka mingine, kwa sababu washiriki wengi zaidi kuliko miaka mingine, na tunashukuru kwamba maonyesho haya sasa yameweza kuvutia washiriki wengi zaidi kutoka sekta mbalimbali. Tuna sekta za fedha hapa miaka ya nyuma tulikuwa tunaona taasisi za fedha zilikuwa labda nakuja mbili labda CRDB na NMB. E, kwa tangu miaka miwili iliyopita sasa tuna benki kuu, tuna Azania Bank, tuna Stanbic, tuna Equity Bank, tuna mabenki mengi ambayo yameweza kuja kushiriki katika katika eneo hili, lakini vile vile tuna taasisi kutoka ndani e, na nje ya nchi. Yako makampuni ya utafiti yanakuja hapa, yanakuja kufanya marketing ya product ambazo wanaziuza wanazi, ikiwemo mitambo ya kufanya utafiti kwenye upatikanaji wa dhahabu lakini vile vile kufanya uh, kuuza mitambo kaja ya uchimbaji na kuonyesha mitambo ambayo itasaidia zaidi kwenye kuchenjua ili waweze kuvuna dhahabu kutoka kwenye udongo kutoka asilimia 60 waende mpaka asilimia 95, na wanashiriki katika haya maonyesho. Ni fursa kubwa sana lakini, kwa mwaka huu utalii haujaachwa nyuma kwenye haya maonyesho ya mwaka huu. Simba wanapatikana hapa. Kama hujawahi kumuona simba, unamuona kwenye TV, ukija hapa kwenye maonyesho yaliyoko hapa Bombambili kwenye viwanja vya Dkt. Samia Suluhu Hassan utapata fursa ya kumuona simba, utamuona chui utaona nyoka utaona chatu, kila aina ya wanyama wanapatikana katika haya maeneo. Na la la mwisho ambalo tumefarijika kuona ni ongezeko kubwa la wachimbaji wa wachimbaji wadogo wadogo, mwaka huu wamekuwa wengi sana, na wanakuja kujifunza na kuona fursa gani zinapatikana kwenye haya maeneo na kuweza kuchangamkia hizo fursa ambazo zinapatikana katika haya maeneo, wakiwemo STAMIKO ambao wanawasapoti wachimbaji wadogo kwenye kufanya swala zima la utafiti, na nimeona katika kipindi chote hiki wachimbaji wengi wamejitokeza kwenda kwenye mabanda ambayo benki zetu na taasisi za fedha zinapatikana. Ukienda pale utakutana na Equity Bank wapo, utakutana na Azania Bank wako, utakutana na NMB, utakutana na na CRDB, utakutana na benki kuu ambayo inahusika na kununua dhahabu. Kwa hiyo ziko benki nyingi ambazo ziko hapa katika hili eneo, na sisi tunaona kwamba kwetu sisi ni faraja, kwa sababu wananchi wetu hususan na wachimbaji wadogo wamekuwa na changamoto ya upatikanaji wa mikopo, na mabenki haya kila benki na taratibu zake. Ukienda Tanzania wanakopesha fedha nyingi sana kwa wachimbaji wadogo. Ukienda Stanbic mpaka sasa hivi wana billions of money zinapatikana katika mikopo hii ambayo unaweza ukaenda kupata mikopo. Ukienda Serad Bank na wenyewe wanatoa mikopo na maeneo mengine ya kutumia aidha rasilimali au utafiti ulio aliofanya kwenye kwenye leseni zetu ambazo wanazo wachimbaji wadogo. Lakini sasa hivi mchimbaji akienda na leseni yake akaenda na taarifa za utafiti na akaenda na taarifa za uzalishaji ambazo amewahi kuzalisha kwenye maeneo yake, mabenki yetu yaliyoko hapa ikiwemo Stanbic wanatoa mikopo ambayo kwa kweli inawasaidia kwa kiwango kikubwa sana, na mimi nafarijika kuona jambo hilo linafanyika inaf, kwa kiwango kikubwa. Sasa sisi kama serikali na maelekezo ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ni kuona kwamba viongozi wa mikoa, viongozi wa wilaya mpaka ngazi ya chini tunawajibika kuwasaidia wachimbaji wadogo waweze kukopesheka. Moja ya jambo ambayo tunalifanya na Mheshimiwa rais amelitekeleza hilo ni kuanzisha mradi mkubwa wa kuleta mitambo inayosimamiwa na Stamiko kufanya utafiti ili iweze kuonyesha kwamba mchimbaji fulani anayetaka kuchimba kwenye eneo lake fulani akienda kuchimba mara fulani atapata dhahabu kuanzia mita kadhaa na dhahabu hiyo ina kiwango kiasi kadhaa kwenye, kwenye tani moja, ili uweze kumwezesha sasa kujua kwamba nikichimba hapa nikifika ni mita kadhaa, nina uhakika wa kupata dhahabu ambayo nitakwenda sokoni na kuiuza. Jambo hilo ambalo mheshimiwa rais amefanya, na sisi mkoa wetu wa Geita tuna mitambo mingi sana ambayo imeletwa na Stamiko na inafanya kazi hiyo ya kutangaza na kufanya utafiti kwenye maeneo. Kwa kwa ni rai yangu kwanza kwa mabenki waendelee ku waamini wa wachimbaji wadogo kwa sababu tayari sasa hivi lile tatizo la wa wachimbaji kuchimba bila kujua anachimba wapi linazidi kuondoka. Hakuna mchimbaji anachimba bila kujua mahali pa kuchimba. Eneo la pili ambayo tunalifanya ni kuhakikisha kwamba mauzo ya dhahabu yanauzwa kwenye soko, na unapouza sokoni unakuwa na taarifa, unakuwa na takwimu, ili muuzaji anapokwenda kuuza anakuwa na rekodi yake, na benki ikitaka kujiridhisha kama huyu taarifa aliyoniletea iko sahihi, akienda soko la madini atapata takwimu za kuonyesha kwamba huyu ni mchimbaji mzuri, kila mwezi anazalisha kiasi fulani za, za, za dhahabu na hivyo ukimkopesha kiasi iki cha fedha, una uhakika ukipata fedha yake, kwa sababu eneo analochimba ni eneo sahihi na lina mali ya kutosha, kwa sababu nimefanyiwa utafiti, taarifa ipo, uzalishaji upo, na anakwenda kuuza kwenye soko letu la dhahabu.